Mimi ni Mtanzania lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa kijamii na kiuchumi. Ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba kauli alizozitoa jana Mheshimiwa Rais, ukiangalia kwa jicho pevu la kiuchambuzi na hasa ukiwa umezingatia misingi ya uzalendo, utagundua kabisa Rais alikuwa amesimama kama mkuu wa nchi kama ambavyo Katiba inamtambua na sisi tunamtambua kwamba anayo mamlaka ya kutoa maagizo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais jana alikuwa anatoa maagizo kwa serikali iweze, kwa sababu yeye ni mkuu wa serikali, lakini alikuwa kwa sababu ana vyombo pia, kwa alikuwa anatoa maagizo ambayo ukiangalia, mengine ni wajibu wa serikali yenyewe, lakini mwingine unakuwa ni wajibu wa mahakama. Kwa watu wasipotoshwe. Kwa mfano, rais anasema kwamba mahakama ziendelee kulinda uhuru. Sasa yale maagizo kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kwamba mahakama zinalinda uhuru wake wa mahakama yenyewe, kwa sababu lazima mahakama ili iweze kutenda haki lazima iwe huru.